What's up, mimi naitwa Ali Adabu 13. Call me the one only PP, Queen of 69 Media. Okay, Queen herself tuko naye hapa na hii hapa ni the gossip table is another episode. Na leo bwana siku ya leo kidogo tumekuja kinyonge sana kwa sababu ni moja kati ya taarifa ambazo tunakuletea imechukua mitandao sio nzuri. Eh, eh, zinahuzunisha kwa upande fulani hivi. Sana. Alafu kwa mtu ambaye sisi tunamuona kama kioo kwa watu eh, ambao wanamtizama alafu anafanya anafanya hivyo na kuwa Haikokoa. Haipendezi kabisa aikoka mm japo -hmm. Tusikonkludi tusi kabisat tukasema kwamba ni iko hivyo, kwa sababu jeshi la polisi aijatoa tamko maelezo kuhusiana na naih kitu kilichotokea. Basi bwana, ishu ambayo imetokea ama imehape na sisi tunakuletea hapa kwenye vigosi tebo ni ishu ya bondia Hasani Mwakinyo ambaye ametiwa kwenye mikono ya polisi ama nguvuni kwa kosa la kumchukua kijana ambaye yeye alimshutumu kama ni mwizi na kumpa adhabu pasipo kufuata kwa sheria, yani pasipo taratibu muhimu. Muhimu, eh, yani, eh, unachukua sheria mkononi unaenda kumwadhibu mtu, na hili tukio bwana, limetokea huko Tanga. Ndiyo. na huko Tanga bwana, watu video zina trend sasa, watu wanasema hatumtaki Mwakinyo kubwa kwa jamii, alafu tena kinahuzunisha na kinasikitisha kina hasa mm, ukiangalia kwamba yule ni kijana ni mdogo sana kwa, okay, kwa kwake yeye umri wake yeye Mwakinyo. Sasa Mwakinyo bwana, inasadikika yule kijana alienda kuchukua nazi si, kwamba anapita, akakuta nazi si ndio? Anasema kwamba alikuwa anapita akakuta nazi akaokota nazi. Ilikuwa ngapi? Zilikuwa kama sita hivi. Eh, akaokota nazi baada ya kuwa anaokota zile nazi yeye mwenyewe kwa, kwa, kwa mujibu wa, ma, wa maneno yake yule jamaa anasema iye yeah, aliisi zile nazi labda hazina mtu, kwa sababu muda ambao yeye yeah, anapita kwenda kuzichukua ni alfajiri sana tarehe nne. Kwa hiyo kwenda kuzichukua zile nazi. Sasa unajua ulinzi wa mtu kama Mwakinyo analindwa na mbwa kwenye nyumba yake. Kwa hiyo wale mbwa baada ya kumwona yule jamaa akiwa anaokota zile nazi, sio wao wakafanya nini, wakaanza kubweka kaaza kubweka kwanza, na kwa sababu unajua wee, ukawa ni mmiliki wa nyumba mm. alafu mbwa anasikia anabweka kwa wingi kwao, lazima we ushtuke. Lakini hata yule kijana akuwa nakosa kwa sababu mm. kuna minazi kwa kwa kuna minazi kwa Mwakinyo nyumbani kwake, kuna minazi kwaio ye alivyona nazi imedondoka, akajua zari, ngoja niokote umeona mwisho wa siku akamletea matatizo, mambo ah, ya kuokota okota okota. Embe zimeanguka sehemu, unasema hizi sio za mtu, hizi mwembe umepandwa ule, najua vitu vinapandwa hivi yeah, watu akaona fe... sio labda ni bahati yake kuokota. Unaona, labda kuna wengine huwa wanapita wanaokota asubuhi kama ile kwao, akaona sio mbaya ye kujiokotea. mm -hmm. Unajua tena angeziacha sio vizuri hata so, ungekuwa we adabu, umepita na kitu njiani, lazima uokote zakwako. Mi nikikuta umekaa pipipi na kutongoza niseme seme na mtu, utakubali? Ha, inategemea na huo mda mtu sasa. Hapo sasa inategemea, kwa sababu hata yeye mwenyewe kabla ya kuchukua zile nazi angekonsida hizi nazi za mtu au sio za mtu, kwa sababu unakuta ungekuwa umesikuta labda bichi bichi fukwe <laughs> nasema hizi hazina <laughs> mtu, lakini pembezoni so mwa nyumba ya mtu ukaenda kuziokota zile nazi, kusema hizi nazi, nazi sio za mtu. Kwa hiyo adabu unataka useme kwamba zile nazi angeziokota afu angegonga kwa mtu yeye ye, kama kakuta nazi ndio kakuta nazi na ni alfajiri angetumia si, mm, ange uungwana, uungwana sababu ziko pembezoni mwa mtu. Kwa mfano ukikuta mm -hmm, alba kuna mdizi kwenye nyumba ya mtu, pembezoni kuna mdizi, alafu ndizi ziko chini, unasema mm -hmm, ndizi zina mtu ah, awezu, kuna nyumba ya mtu unaona. Ni sio uhuru wa kuchukua kitu ambacho sio cha kwako. Ah, kwa mimi mimi upande wangu naona naona kwamba hajakosea, hata ningekuwa ningefanya kile kitu ambacho amefanya yeye. Unamtetea. ila kwa upande wangu mimi naona eh, kila mtu ana makosa. Kila mtu ana makosa, yule dogo ana makosa. Yule ambaye alikamatwa na Hassan Mwakinyo na kutiwa ndani na Hassan naye ana makosa vile vile. Yaani, kumchukua kijana mwenye umri wa miaka 21 na sadikikana miaka hiyo jamaa kamatwa. Na bado mdogo, anam... mdogo sana sana 21. Amechukuliwa na kutiwa ndani na, na kum... alivyomchukua kumwingiza ndani kwake inasadikika alichukua panga na kumkata kwenye miguu kwenye miguu, lakini haikutosha hapo, akawa analazimisha kumvua nguo za mwili wake, ambakishe bila nguo sawa. Alafu baada ya hapo akawashinikiza wale mbwa wamfate yule dogo na kumwataki kumshambulia. Sasa hapo ukiangalia, chanzo ni nazi tu au kuna kitu kingine? Ah, sasa ina, ina, ina, yule dogo alisema kwamba alivyokamatwa Hasani akasema sasa leo nimekukamata, nitakuonyesha maana yake. Labda kuna wizi huwa unaendelea kwenye nyumba yake, kama mtego wende kanifanya kama akanasa, akamkamata kwa staili hiyo. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine, watu wanashindwa kuelewa issue mekaaje, lakini binafsi mimi naona kama Hasani amechukua sheria mkononi, na sisi binadamu unajua tuna ile asira unaweza kuwa na asira, unaona. Jusikati hapa kuna tukio lilitokea la uh, mwanafunzi mmoja alikuwa maeneo ya mwanzo, mwanafunzi alipigwa na mwalimu F viboko tu kawaida, alimpiga mm. viboko, lakini mwalimu alipua zaidi. Mm, alikuwa alikagafirika zaidi, kampiga viboko mishsiu, akampiga na mateke, akampiga fimbo za kichwa uh -uh. Baadaye akaanza kumkanyaga kichwani. Baada ya kumkanyaga kichwani, ule mwanafunzi akachukuliwa mm. kupeleka hospitali, mpaka anafika hospitali akawa ameshafariki, mauti kamkuta. Sasa unaona, mwalimu tu aliamua kumpiga mwanafunzi, ila asira zikawa zimemzidi, huenda pa matatizo ya nyumbani au nini, ana mawazo yake kaja kuchanganya kwa mwanafunzi yote, kampiga mwisho wa siku kamuua. Sasa hizo ni asira sana, tunasema sio zote. Kwa je gani mtu uwe na asira kupitiliza adabu inakuwa? Binafsi mimi naona ni binadamu tu, tuko hivyo. Unajua kuna watu wanaenda jela afu awana hatia e, ndio nategemeana, lakini pia kuna watu wana hatia ila zile hatia ni kwa sababu ya asira tu za kibinadamu e. Adabu wewe dabu hey, una hasira inabidi ujikontrol. Si unajua kwamba mimi na hasira kali. Hasira zangu muda hmm. mwingine nikikasirika sana naweza kufanya kitu cha ajabu. Kwa hiyo kinachotakiwa kwamba ni wewe ukontrol hasira zako, hasira ni hasara. Kama hmm. hivyo kwa Mwakinyo. Sasa upande wa Mwakinyo, wewe pia una nafasi ya kuandika comment yako juu ya hili sakata la Hassan Mwakinyo, bondia huyu na, na pia ana mkanda wa WBO. Ni bondia mkubwa, anajua kapigana mapambano mengi sana, sana, sana. Na tunamkubali Tanzania, sana sana na amepambana mpaka Uingereza. Moja ya mapambano akwafatilia, lakini mm, alituangusha kwa namna moja au nyingine, alipiga ah, goti mapema sana. Mimi aliniambia unajua tena sana, ajali kazini kawaida, hiyo ajali hela hela. Eh, ukiwekewa mpunga wa maana wewe lazima uzugezuge bwana, mna ajali kazini mbona, kama unataka ukandamize flani. Aliwekewa hela pambano kushiriki tu na milioni mia uh -huh kushiriki hey, yani tu na milioni mia kuna mia nyingine ya kupoteza milioni ah. mia mbili ukajenge Tanga. Unaanguka bwana aende, Hassani Mwakinyo eh. Jeshi la polisi bado hajatoa tamko rasmi juu ya kile ambacho amekifanya, lakini yule dogo ameonyeshwa yuko hospitali ana ah, majeraha mengi kichwani, kwenye mikono, miguuni na pia familia yake imefika, lakini pia watu ambao wanamsu wanakaa karibu na ule dogo, anasema dogo hana tabia hizo za wizi na unaambiwa yeye ni mvuvi, ni mvuvi eh, wanasema ni mvuvi. Kwa hiyo alikuwa katika harakati zake za asubuhi na zake tangabichi Ah, ya, ya kula yliana eh, ah. eh, eh. si hospitali. Kula samaki nazi akaamua kote nazi akachanganya samaki nazi, na pia tumeona, uh, familia yake ilikuwa imefika hospitali pale mtoto wake, wamesikitishwa na kitendo cha Hassan Mwakinyo kufanya, kama vile wananchi wameanza kuandamana eh, kwenye sehemu ambayo hiyo anaishi Hassan Mwakinyo, anasema hatumtaki Mwakinyo aame. Sasa binadamu, tumefikia hatua hiyo kwamba tumekasirishwa na mtu kama Mwakinyo ambaye eh, anafanya vizuri, eh, taifa, hmm, paivi, mkwanja, bimugua, anafanya vizuri anayewakilisha taifa katikati mm tu hapa -hmm, hivi karibuni ametoka kuchukua mkwanja wa bibi mkubwa wa mama Samia anafanya vizuri sana, kwa hiyo binafsi naona ishu ita itafuatiliwa vizuri na jeshi la polisi, lakini pia wao watatoa tamko rasmi juu ya hichi ambacho kinaendelea kwa Hasani Mwakinyo. Lakini adabu, mimi nahisi kwamba mpaka walimwengu wanasema kwamba wamtaki Hasani Mwakinyo, wanasema Hasani Mwakinyo alisema hivi kwamba hata akipelekwa polisi, ye ni mtu maarufu, mtu mkubwa, kwa hiyo atatoka tu kwa namna yeyote. Ah, hiyo ndio mbaya, yaani kama kama mtu maarufu anachukuliwa hatua za kisheria zichukuliwe kama mtu wa kawaida. Na jeshi Deo la polisi nimependa kitu kimoja uh -huh. kwenye kwenye kwenye nani yao ile Waka mse, eh, wakati anaandika kwenye maneno yao, wakati wanazungumza wakasema, sisi tumemkamata Hasani Mwakinyo sio bondia, ndio bas, kuna nini tena na kitu hicho, ndo kizuri eh, sana wewe superstar, ika pembeni, tunaangalia jina lako alisia, eh sikakamatwa, niko na watu wameangalia na umeikazania hiyo eh, watu wameangalia naitwa niko ndani yani, ajiangalia huko mabusu utajua wewe soka kamatwa. Mwakinyo achukuliwe hatua, kama ni kweli kakutwa na makosa ndi. Basi achukuliwe hatua na iwe fundisho na kwa, kwa wengine wenye asira kama zake mm. Sasa, hiyo ni taarifa ambayo tumekusogezea, hasa ni Mwakinyo, lakini pia sisi tunaendelea kuifuatilia, tukipata updates nyingine zozote tutakuletea mezani hapa, ili mradi tupate eh, kuweza kujuzana ku, mm -hmm. kwa zaidi na, lakini mimi ningependa zaidi mwishoni uh, waangalie pande zote mbili pia nani, kwamba, yule, na ni kwamba waangalie yule Musali ana makosa eh, na Mwakinyo, lakini ukiangalia kwamba mimi nahisi hata kama yule huyo musali kama na makosa lakini makosa yake anaweza kuwa ni makosa ambayo yanasameheka. Au kitendo cha kufanya Mwakinyo nusu kumuua mtu kumtoa uhai hey. Unaona hey, na, na un, kuna, kuna msemo alisema wakati maaskari wananichukua hey. walijua nimekufa, wakasema buruzeni huyo uh-uh. Ameshakufa. Akazungumza mtoto mbwa sita si mchezo eh hey. Yani buruzeni ameshakufa, maaskari wakaenda kuchukua sababu na wanamchukua sasa jamani, ndugu zetu, tunajua tuko katika masuala mazima ya majukumu ya kulinda nchi, lakini amazimu kama la e, kapata matatizo, basi jukumu ni, ku, ni, kute, ni kuangalia mazingira ya rafiki ya kumchukua yule ambaye kapata matatizo, hata kama ni muhusika wa matatizo, hata kama yeye ni mtuhumiwa. Kama akakutwa sehemu na hali yake si nzuri, basi utumia binadamu kumchukua, kama hata kama ni mwizi e, e, chukue, sio unaanza kutolea maneno ambayo sio, mburuzi tena mtia kwenye sehemu, na inapaswa vizuri tuchukue tu vizuri, akachukulia hatua za kisheria. Kama ni kupelekwa jela, atahukumiwa basi, lakini tutumie binadamu e, tutumie binadamu. So vipi? mm -hmm. tunamaliza hivyo, issue hasa ni Mwakinyo, mwanangu, au kuna kipi ambacho unatamani waambie wa Tanzania, kipi yani? kile kile, leo ni siku ya wanawake duniani. Wanawake oe, nguvu moja. Tunashukuru Mungu ni tuna, tuna na leo tunasherehekea pale mjini Arusha eh. Mgeni rasmi ni Samia Suluhu Hassan, anatuwakilisha wanawake. Kwa hiyo kama mtu ana nauli yake ana fursa, anaweza akaenda pale Arusha. Kwa sisi 69 media tumeamua kukuletea hii habari ya mm -hmm. ya Hassan Mwakinyo kwa ambayo ulikuwa ujui, tumekuletea na pia tunakuomba kwa we ambao bado ja subscribe channel yetu YouTube, ingia pale mjini YouTube, andika 69 media subscribe comment, share ili uwe mwanafamilia wetu. Na wewe ambaye tayari umesha subscribe channel yetu, tunakupenda, tunakuomba uendelee kufuatilia matukio ambayo yanaendelea ku happen pale 69 media. Yee, pru pru. Tuna sign out hivyo basi, Kibingwa, ni gossip table. We are side yo. Bye bye.